Rais Ruto akizungumza wakati wa maadhimisho ya kimataifa ya siku ya haki za jamii zilizotengwa, amesema jamii kadhaa za wachache nchini Kenya zimesalia nyuma kimaendeleo kutokana na kutengwa na serikali zilizopita nchini Kenya, licha ya jamii hizo kuendelea kuchangia kwa ukuaji wa nchi. Katiba ya Kenya inaweka lazima kwa serikali ya Kenya kuwatambua indigenous people na wale wachache katika taifa letu la Kenya. Kithure Kindiki, naibu rais wa Kenya, anasema kubuniwa kwa sera hiyo, ikiwemo kutenga dola alfu tatu kushughulikia elimu ya jamii zilizotengwa ni hatua ya kuanza kutambua jamii zilizokuwa zimeachwa nyuma kimaendeleo. Kama kuna mtu amekuwa na taswishi hakuwa anajua ya kwamba inawezekana ukiwa umetoka jamii ndogo ndogo ama mahali ambapo labda kwa sababu ya kihistoria pameonekana pametengwa, mimi ni kielelezo dhabiti ya kwamba inawezekana. Na licha ya juhudi zinazopigwa kuinua hali ya jamii hizo, waziri wa jinsia nchini Kenya Hana Cheptumo anazitaka pia jamii hizo kuachana na tamaduni zilizopitwa na wakati. Jamii za wachache nchini Kenya ambazo zimekuwa zikihisi kwamba zinabaguliwa nchini Kenya hatimaye zinahisi kwamba zimepata fweni baada ya rais William Ruto kutangaza kwamba tabuni sera zitakazokuwa zinaangazia maslahi yao na kutenga kitita cha mabilioni ya pesa ili kuangazia maslahi yanayotetea jamii hizo nchini Kenya. Benson Wakoli, Ikulu ya Nairobi, RFI Kiswahili.